Habari za wakati huu. Hongera sana kwa kupata blog. Kama umeshapata blog, basi hongera, nakupa hongera, lakini kama hujapata blog, nitafute kwa namba za WhatsApp hizi, uweze kupata blog yako bure kabisa. Program hii inahitaji watu elfu moja ambao watakuwa wanafanya blogging kupitia blog zao. Kama wewe ni university student, wewe ni certificate, wewe upo kwenye diploma, wewe we, umemaliza chuo, upo mtaani, umeajiriwa Nitafute kwa namba zangu za WhatsApp upate blog bure, uanze kazi. Malipo ni baada ya wewe kuanza kulipwa. Blog hizi thamani yake ni shilingi elfu ishirini na tano lakini haulipi mwanzoni, unalipia baada ya wewe kuwa unalipwa. Tunakupa blog tunakupa mafunzo, unafanya kwenye mshahara wako wa kwanza unaka, unachajiwa pesa ya nini? Ya blog, mshahara wako wa kwanza. Mshahara mwingine yote inayofuata ni ya kwako. pesa yote unayopata inayofuata ni ya kwako. Malipo kwenye blogu hizi tunasema kwamba malipo unalipwa kwa idadi ya views wanaotazama blogu yako. Tofautisha kulipo kwa idadi ya views wanaoona matangazo na views wanaoona blogu. Google AdSense inalipa kwa views wanaoona matangazo. Ile program ni ngumu sana kupata dola mia moja inaweza kukuchukua mwaka mzima kupata dola mia moja ambayo ni laki mbili na hamsini. mwaka mzima lakini kwa program hii ya Millionaire Bloggers au Millionaire Ads hii hapa unalipwa kwa idadi ya views wanaoona wana blogu blogu yako, iwe na matangazo, usiwe na matangazo, wewe unalipwa huo. Ndio hii ndio faida ya hii program. Watu wengi wametelekeza blogu baada ya kuona wanakosa matangazo. Kupata matangazo sio kazi rahisi, yaani unaweza kufungua blogu yako leo bure kabisa, ukajifungulia tu mwenyewe huko ukafanya ukafanya ukafanya, nani anakuja kutangaza kwenye blogu yako? Competition ni kubwa sana, watu wanaenda kutangaza Facebook, watu wanaenda kutangaza Google. Kwa hiyo huwezi kufanikiwa ukiwa unafanya blogging peke yako huko. Ndio maana tukaanzisha hii program ya kuwasaidieni wale watu wenye interest ya kufanya blogging waweze kufanya in group. Utakuwa unafanya blogging in group. Una, in group namna gani? Maana yake hiyo blog yako unayotengenezewa inaunganishwa na blogu ya mtu mwingine. Zinaunganishwa blogu zote elfu moja kwenye mfumo mmoja wa matangazo. Tigo wakitaka kutangaza tangazo, wanatangaza kwenye mfumo sasa, ule mfumo una supply yale matangazo kwenye blogu zako wewe, blogu yako wewe, blogu ya Musa, blogu ya John, blogu ya nani, alafu nyinyi mnalipwa kwa idadi ya yani nini ya views walioona blogu, sio walioona yale matangazo ya Tigo. Ah ah, walioona blogu yako, yaani blogu yako ionyeshe matangazo, sionyeshe matangazo, wewe unalipwa. Hii program ni nzuri kuliko zile za kulipwa kwa idadi walioona matangazo, kwa sababu sio wote wanaoona blogu wanaona matangazo, sio wote wanaoona matangazo wanaona blog, wana click matangazo, hawa click wengine. Kuna kuna poteza views, wanaenda bure. Unatafuta views Facebook, unatafuta ili waende kwenye blog yako wa click AdSense, hawa kliki. Sasa ukiwa na blog kama hii, ukawa una share Facebook, una share Facebook nani, WhatsApp, una share Twitter, una share LinkedIn, una share wapi, Telegram, wale views wote wanaoingia kuona blog yako ni pesa. Sasa mimi nataka nikupe challenge moja. Si una blogu ya AdSense. Endelea na blogu yako. Alafu pata blogu nyingine ya hii program. Alafu utakuja kuniambia ni blogu ipi imekulipa zaidi. Fanya research hii. Kama wewe ni blogger una unaiamini una sana AdSense, yani wewe unaiamini sana AdSense. Njoo kwenye hii program. Pata blogu nyingine tofauti na ile AdSense. Pata hii blogu hii ya Millionaire Bloggers au Millionaire Ads. Alafu mwisho wa mwaka utaniambia AdSense wamekulipa shilingi ngapi na hii imekulipa shilingi ngapi. Yaani twende kwa, kwa reasons twende kwa facts. Sasa leo nataka nikufundishe jinsi ya kuposti, kwa sababu bloggers wengi ambao nawatraini wanakuwa wanashindwa kuanza kuposti. Sasa nimetengeneza hii video maalum kwa ajili ya kukufundisha wewe jinsi ya kuposti, jinsi ya kuandika kwenye blog. Kuna wengine wanahisi kwamba kuandika ni kazi kubwa sana. Simple, ni kama vile Facebook. Sasa ukisha, nikishakupa blog, ukisha, ukishafanya vile nani, process zote ambazo nakupatia zile, baada ya kupa blog, unakuja hapa kwenye new post au kwenye huu msalaba mwekundu hapa chini. Msalaba ni mweupe, msalaba mweupe umezungushiwa na alama nyekundu hapa chini, kona ya chini kulia, utabonyeza hapa hapa. Unaletewa hapa, unaweza kubonyeza new post au ukabonyeza alama nyekundu hapa chini, ili ubonyeza hiyo. Sasa title, andika sentensi inayojitegemea usiandike, sijui anasema vile vishazitegemezi. Yani usiandike kitu eti mti, umeandika tu title mti. Hapa mti. Sasa mti umefanya nini? Andika mti wa mpingo mpingo ni mgumu sana. Jifunze hapa, na blogu zetu sisi tunavyowatengenezea, tunataka mfundishe kitu fulani, sio kuandika habari za kina Wema Sepetu, akina Diamond Platinum, no. Na kushauri andika makala ambazo zinafundisha kitu fulani, tofauti ya kuandika makala zinazofundisha kitu fulani na tofauti ya kuandika makala za Wema Sepetu au habari kwamba waziri mkuu amefungua shule ya msingi mtakuja, tofauti yake ni moja. Ukiandika habari kama ya waziri mkuu amefungua shule ya sekondari mtakuja, itatrendi siku tatu tu, ule ufunguzi ukiisha, ile habari yako imekufa, haina kazi tena. Lakini ukiandika habari ya kufundisha jinsi ya kutunza mazingira, jinsi ya kuhifadhi mazingira, habari yako itadumu milele. Utakufa wewe, watakufa wajukuu, vitakufa vitukuu, habari yako itaendelea kuwa na yani itahitajika. Kutunza mazingira kutahitajika miaka na miaka, walitunza mababu, tunatunza sisi, watakuja kutunza wajukuu, watatunza na vitukuu na wengine. Ndio maana nafundisha bloggers wangu kuandika makala ambazo zinafundisha kitu fulani, utaendelea kupata views hadi unaingia kaburini hadi wajukuu wako wataendelea kupata views kupitia hiyo makala uliyoiandika. Lakini uandika, ukiandika Magufuli azindua mradi wa tayari, Magufuli leo hayupo, makala yake haina kazi tena, na ataenda kusearch Magufuli alizindua, alizindua daraja la nani la Salenda nani? Ataenda kusearch, tayari ile story imeisha. Lakini kama uliandika jinsi ya kuhifadhi eh, sijui uoto wa asili makala yako itaendelea kudumu milele na milele, itaendelea kusechiwa na nyinyi mnapata views kutoka Google search. Watu wana search Google. Wasomi mnajua, mnatumia Google ku search assignments. Umepewa swali na mwalimu, unaingia Google unatafuta citations. Sasa zile citations, ndugu zangu, ndio content si ambazo wenzenu waliandika. Sasa sisi tuna watrain nyinyi kuanza kutengeneza content kama hizo, ili muweze kutengeneza content ambazo zitadumu milele na wengine watazitumia kwenye kusoma au kujifunza au kuishi nazo, mtashangaa sana. Na kutengenezea blogu, unaanza kuandika habari za Wema Sepetu au memes. Una share memes, nenda ka share Facebook huko, uenjoy ambako hulipi chochote. Na wengine wamedanganywa kwamba ukiwa na peji Facebook utaingiza pesa. Wanaangaka, wanapoteza muda wao. Facebook mnapoteza muda wenu huko, njooni kwenye blogging, mtakuja kunishukuru. sasa nilikuwa nafundisha jinsi ya kuandika hapa title: mti wa mpingo ni mgumu jifunze hapa, au jifunze faida za mti wa mpingo. Yani unaandika sentence inayojitegemea eh, inajitegemea. Sasa title umeshamaliza, sasa hapa chini ndio sasa unaanza kuandika habari yako. Leo hii nafundisha kuhusu mti wa mpingo. Mpingo ni mti ambao ni mgumu sana unapatikana sana mbuga, sijui za wanyama, wapi wapi, msitu um, wa nini na nini na nini. Ukisha andika unashuka chini kidogo, unatengeneza aya nyingine eh. Sasa hii imeenda ikarudi, ilifika uta nini na nini na na nini, stori zako, unashuka aya nyingine eh. Yani, mpaka unafikia angalau maneno mia tano makala nzuri ni maneno mia tano na kuendelea. Ukishamaliza hapa sasa, una scroll left hii una scroll left hizi herufi hizi, nasa unaziona hizi. Ukisha scroll left, unataka kila makala lazima iwe na picha, kila makala lazima iwe na picha, makala nzuri lazima iwe na picha. Sasa siliku naandika kuhusu mpingo, hakikisha unaenda kutafuta picha ya mti wa mpingo. Picha ziko Google tayari, wewe ingia Google, pale search mti wa mpingo, ukisha uona download. Ukisha, down, ukisha download upo kwenye simu yako au kwenye laptop yako njoo hapa sasa kuna alama kama ya kimtu hapa unaiona ngoja nisogeze hivi alama ya kwanza kushoto kwenye hizi alama alama ya kwanza kushoto hapa baada ya kusogeza ni alama ya kwanza hii hapa sasa hii alama ya kwanza hii hapa hii ibonyeze hapa ukishaibonyeza hiyo alama unaona imetokea upload from computer photos blogger url wewe chagua upload from computer hata kama unatumia simu, we ujichagua upload from computer. Simu yako ndio kompyuta, tofauti ni ukubwa tu. Haya, bonyeza browse. Sasa hapo unaenda kutafuta picha iko wapi? Picha iko wapi? Ta browse hapo. Kwa mfano hapa nataka nimchukue huyu ndugu Elon Musk, namchukua huyu, maana yake atapanda hapa Yaani tunaashimu Elon Musk, ndio mpingo mwenyewe. Sasa unaona picha imeshafika hii hapa. Basi hapa sasa unabonyeza unakliki mara moja hapa. Kama hivi unaendelea kuandika. Hii habari nimeandika sijui nini na nini na nini na nini, unaendelea kama kuna maneno mengine unaendelea. Mwisho wa makala yako, mwisho wa makala yako na shauri, mwisho wa makala yako weka contacts zako. Makala hii imeandikwa na Joni, Abdala au Nani au Musa eh, namba za WhatsApp hii hapa weka hapo. Kwa nini unaweka namba ya WhatsApp? Lengo ni kwamba mtu yeyote anayejihusisha us, na mambo ya mpingo mpingo akutafute, amekuwa interested huyu, alisearch Google mambo ya mpingo akakuona wewe, alipokuona wewe mtapiga stori kuhusu mpingo. Hii ina faida kwenye zile faida kumi za kumiliki blogu ambazo nafundisha kwenye group, ndio sasa, mojawapo ni hii hapa ukiweka namba zako za simu kwenye, kwenye makala yoyote, maana yake kama ulikuwa unaandika mambo ya solar system, solar power umeme wa jua, ulikuwa unaandika makala hiyo hapo, kuna mchina yupo chia china uko anafanya project za, za solar labda ana kampuni ya solar atakutafuta maanake anataka masoko, na wewe unajua sana masoko ya, ya sola Tanzania au Kenya. Eh, umeandika pale masoko ya, ya sola Tanzania, jinsi sola inavyohitajika na nini, atakutafuta WhatsApp ili apate details zaidi, kwa kutafuta wewe, wewe, yani wewe sasa hivi ukianza kuchat na, na Modewij eh au una chat na Baharesa. Unadhani we, utakuwa ni mtu mdogo? Una chat na mtu ambaye ana kampuni ya sola huko eh au ana kampuni ya magari, ulikuwa unaandika uh, unafundisha kuhusu magari. Yule mtu wa Marekani ambaye anataka soko la magari Afrika akakuona umeandika pale, unaanza naye kuchati naye, unadhani utakuwa ni mtu mdogo? Nadhani unanielewa faida ya kuwa na blogu. Hizi blogu hizi zinatazamwa duniani kote, watu wana sechi Google. Yani mtu mzungu yuko Marekani ana sechi Tanzania, aijue Tanzania kabla hata hajafika Tanzania. Wale ambao mna, mmesomea utalii, ndugu zangu nitafuteni mpate blog. Namba zangu za WhatsApp kwenye hii video unaziona, nitafuteni mpate blog za utalii, kuandika mambo ya utalii. mtakuja kunishukuru huhitaji kuwa na kampuni wasomi wengi anamaliza chuo anawaza kufungua kampuni kwanza la utalii tour guide, tour guiding, tour guide, tour guide. mnajisumbua tu bure wewe anza tuna blog Wazungu watakufungulia kampuni wenyewe, wanataka kuwekeza kwenye utalii. Wale wana akili sana, wanatumia fursa zetu sisi wa waafrika wa huku kujitajirisha wao. Hasa wewe cheza na akili zao, atakwambia au oh, upo Tanzania eh, hey, Serengeti tunaijua eh, hey, Mikumi unaijua, na umeandika blogu zako, yani makala za kila kitu cha utalii kipo kwenye blogu yako. Hakika utakuja kunishukuru. Weka namba zako za za WhatsApp chini kabisa pale, au email chini kabisa ya makala yako ili watu wakutafute. Kuna watalii wanakuja kutalii Tanzania, wanataka kujua kwanza utamaduni wa Tanzania upoje, wanaingia Google ku search Tanzania, wanakula chakula gani Tanzania, wanatabia gani Tanzania, siju wapoje, ana search Google anapata information zote. Sasa akisearch Google hii information apate kutoka kwenye blog yako wewe, ambaye nimekutengenezea, asipate kutoka kwenye blogu ya mtu mwingine. Nina create bloggers ambao mnakuja kuwa mamilionea nina create bloggers ambao mnakuja kuwa matajiri. Nisikilize ninachokufundisha usipuuzie. Kwa hiyo, hapa tumeshaweka picha na tumeandika makala. Sasa ukishamaliza, unaona hii alama ya mshale mweupe umezungushiwa na wino kama wanjano mnyekundu, hii njano njano au nyekundu, hii kama karoti karoti, unabonyeza hapa, this will publish this post to your blog, una bonyeza confirm Tayari posti imesha enda, hii hapa sasa. Ku view post unabonyeza hivi vitiki vitiki vitatu, nani vidoti vitatu kwenye posti husika. Mimi nabonyeza hapa, kuna view, kuna unpublish, kuna apply label, delete. Ukitaka ku edit usibonyeze kwenye vitiki, ukitaka ku edit unabonyeza title. Ibonyeze hii title yenyewe ya mti wa mpingo ni mgumu, bonyeza hapa. Mti wa mpingo ni mgumu, bonyeza hapa, utapelekwa kwenye uta edit, utarudi uta uta tena uta bonyeza tena huu mshale mweupe ambao umezungushiwa na karoti, ili iweze tena kupablishi upya, huu hapa kwa. Ukisha bonyeza hivi, maana yake hapo tayari umesha publish tayari. Uh, kuview sasa unabonyeza hivi doti hapo vitatu unaenda view. Blogu yako inasomeka namna hii. Hivi ndivyo blog zinavyofanya kazi mpenzi mtazamaji, nimekufundisha jinsi ya kuweka picha kwenye video uh, kwenye blogu yako eh, labda nirudi nifundishe kuhusu kuweka video. Kama unataka kutengeneza uweke video uweke link uweke nini Eh, options zote zipo hapa. Link hii hapa una, una paste link yako hapa unabonyeza apply, umemaliza. Mbele ya picha, mbele ya button ya picha hii hapa, picha si hii hapa acha hii, hii ya picha, mbele yake kulia, kuna alama ya video hii hapa. Upload from computer, una upload video inapanda. Hizi ndio za muhimu za kutumia. Hizi ndio za muhimu za kutumia. Nadhani sasa umeelewa jinsi ya kuposti, umeelewa jinsi ya kuposti. Mtafute WhatsApp upate blogu yako kama hujapata blogu, na wewe kama umepata blogu, kazana fanya kazi kwa bidii, share video hii na rafiki zako waweze kuja kupata blogu. Tunataka blogu elfu moja. Tukipata blogu elfu moja, ndugu yangu maanake nini? Maanake mzembe wa mwisho kabisa kwenye hii program huwa anapata views elfu hamsini kwa mwezi. Huyo ndio mzembe wa mwisho yani, wewe ndio umefeli kabisa, ni views elfu hamsini. Ukiona umefeli zaidi ya hapo, yani wewe sijui nikwambie ni hata kwenye mzembe wa mwisho haupo. Yaani sijui upo wapi. Yaani sijui program haikufai. Au inaweza kuwa inakufaa lakini ulipuuzia. Lakini yule anayefanya kazi, mzembe wa mwisho anataka apate views elfu hamsini. Sasa tukiwa na blog elfu moja, maana yake tunachukua views elfu hamsini ya blogu moja tunazidisha mara blogu elfu moja tunapata views milioni hamsini kwa mwezi. Views milioni hamsini, ndugu yangu, Tigo anatangaza kwenye blogu yako, yani sio wewe peke yako. Blogu zetu ya kwako, ya John, ya Musa, zote zitatangazwa na Tigo, Voda wanatangaza kwetu, yani makampuni yote hadi ya nje yatatangaza kwenye blogu zetu. Sisi tunakula share kulingana na views wako uliowapata. Ukipata views elfu hamsini maana yake wewe Unatakiwa ulipwa shilingi elfu hamsini, lakini, lakini kwa anayeandika makala za Kiingereza analipwa kwa dola, dola ya Marekani. Views elfu moja sawa na dola moja. Views elfu hamsini sawa na shilingi elfu hamsini. Dola hamsini sawa na laki moja kama na kitu hivi. Kwa hiyo unaona, wewe utachagua uandike makala ya Kiingereza au za Kiswahili. Kwa nini ni hivi? Anayeandika makala za Kiingereza huyu ni international, tunafanya biashara za international International lazima ilipe zaidi kuliko local business, unatangaza matangazo hadi ya Elon Musk unatangaza kwenye blogu yako. Huwezi kulipwa sawa na mtu anayetangaza matangazo ya mtu wa vipodozi Tanzania. Ni tofauti. Elon Musk analipa zaidi. Elon Musk yeye atalipa zaidi; lakini mtu wa vipodozi Tanzania analipa kidogo. Nadhani mnafahamu nikisema hivyo. Kwa hiyo karibu, upate blog, namba zangu za WhatsApp zipo kwenye hii video, kama mnavyoona inaishia na 78 hiyo basi nitafute WhatsApp uweze kupata blog bure. Malipo ni shilingi elfu ishirini na tano, lakini utalipia baada ya wewe kuwa umeanza kulipa.